Wanaanga wa NASA Sunita Williams na Butch Wilmore ambao wamekwama kwenye kituo cha kimataifa cha anga za juu kwa muda wa miezi tisa, hatimaye watarejea duniani. Wanaanga hao walienda kwenye kituo cha anga za juu wakiwa na chombo cha majaribio cha Boeing Starliner Juni mwaka 2024 kwa safari iliyotarajiwa kuchukua siku nane pekee. Butch Wilmore na Suni Williams wamekuwa ndani ya kituo cha kimataifa cha anga za juu ISS tangu Juni mwaka 2024 kwa ajili ya misheni ya kujaribu chombo cha Boeing Starliner. Lina misheni hiyo ilitarajiwa kudumu kwa siku nane, lakini wamekuwa wakizunguka dunia kwa karibu miezi 9. NASA iliweka kituo cha anga za juu ISS, baada ya chombo chao kukumbwa na matatizo ya kiufundi na Septemba, kilirudi duniani bila wafanyakazi wake. Crew namba kumi inatarajiwa kuwafuata ili kuwaokoa wanaanga wa crew namba tisa akiwemo Williams na Wilmo ambao watarejea duniani siku chache baadaye. Tulikuja tumejiandaa kukaa muda mrefu ingawa tulipanga kukaa muda mfupi, alisema Butch Wilmo. Wakiwa angani, wanaanga hao walifanya matembezi yao ya kwanza ya anga za juu pamoja mwezi Januari kuondoa antena iliyovunjika na kukusanya ushahidi wowote wa, wa vijidudu Suni Williams anasema atakumbuka vingi angani, ingawa safari hiyo ilikuwa ngumu kwa familia zilizobaki nyumbani. Chanzo ni BBC Swahili. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.